Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu zangu katika imani, leo nawasimulia kisa kinachogusa moyo, kisa kinachoonyesha nguvu ya dua na namna Allah anavyoinua nyumba iliyovujika. Zamani kulikuwa na mume na mke waliokosana sana, mapenzi yao yalichoka, maneno mabaya yakawa mengi hadi ikafika mahali mwanaume akatoka nyumbani kwa hasira na akaapa kutorudi tena. Siku zikapita na mke alikuwa akilia usiku akiwa peke yake katika chumba chenye giza, akaliangalia tatizo lake. Hakuna mtu wa kumsaidia, hakuna ndugu wa kujua machungu yake, lakini alikuwa na kitu kimoja, alikuwa na Mola wake. Usiku wa manane, watu wamelala, dunia imetulia, mke akasimama Akatawadha, akanyoosha mikono juu, machozi yakidondoka moja moja, akasema kwa unyenyekevu: ewe Mola, kama ndivyo ulivyotuleta pamoja, basi tusaidie kurejea katika wema, kama tumekosa tusaidie kusameheana. Mimi sina nguvu, lakini wewe una uwezo wa kugusa moyo wa mja yako. Akarudia dua hiyo usiku wa kwanza, wa pili na wa tatu. Subhanallah. Kesho yake mume akiwa mbali, moyo wake ukaanza kubadilika ghafla. Alijisikia huzuni isiyoeleweka, akakosa usingizi, akasikia kama kuna uzito moyoni, akajikuta analia bila sababu, na akahisi nguvu inamvuta arudi kwake. Akasimama, akavaa, akaanza kutembea. Kila hatua aliyoitukua, moyo wake unalainika, hasira zinayeyuka, na akafanya kitu hakikipanga Alirudi nyumbani. Alipofika mlangoni, mke akashangaa, machozi yakamtoka, naye akasema kwa sauti ya upole, nimerudi tuanze upya, kwa sababu moyo wangu umekuwa mzito sana tangu niondoke. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, dua ya usiku haikataliwi. Kile ambacho watu hawawezi kukirekebisha, Allah anakirekebisha kwa sekunde moja. Maneno ambayo mke aliyatoa usiku wa giza ndiyo yaliyofungua mlango wa rehema, na ndoa yao ikasimama tena kwa baraka. Ndugu yangu, usidharau dua, usidharau kilio cha usiku, usidharau kuomba wakati wa giza, kwa sababu wakati huo mola wako anasema: nani anayeniomba ni mpe? Nani anayeniita ni mjibu? Nani anayeniomba msamaha ni msamehe? Dua yako inaweza kubadilisha moyo, inaweza kurudisha furaha, inaweza kuandika hatima yako upya. hasbuna llahu wa ni'mal wakil. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu.